Daniel Mushi ni naibu katibu mkuu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, ninayesimamia portfolio ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia. Leo nimemwakilisha katibu mkuu kwenye kufungua mkutano huu mkubwa unaojadili mkataba wa kulinda matumizi mbalimbali mbali ya vyanzo vya nyuklia e, duniani, na ni mkataba muhimu kwa sababu tunafahamu e, Nuclear materials zikitumika vizuri zina faida nyingi, na nchi nyingi sasa hivi zimeshaenda kwenye hatua ya kutengeneza umeme kutoka kwenye nguvu za nuclear, na tunataka ya matumizi ambayo yana faida kwa binadamu yatumike kwa njia ambayo hayatakuwa na madhara kwa matumizi mengine. Kwa hiyo sasa hapa tumekutana nchi mbalimbali e, takriban nchi 15 kutoka duniani zimekutana mahali hapa kwa ajili ya kujadili maboresho kidogo kutoka kwenye mkataba huu. Mkataba ulisha kuwepo, lakini hivi karibuni umefanywa maboresho kwa hiyo kuna kila sababu ya kuongeza uelewa kwa nchi wa wanachama kuhusiana na maboresho yaliyofanyika kwenye huu mkataba, ili kila nchi iweze kutekeleza yale yaliyo kwenye mkataba, na mkutano huu umeandaliwa na wakala wa kulinda eh, matumizi ya nguvu za nyuklia duniani, inaitwa International Atomic Energy Agency, ikishirikiana na serikali yetu ya Tanzania kupitia taasisi yetu ya tume ya nguvu za atom ti au Tanzania Atomic Energy Commission. Mimi naitwa uh, Najat Kassim Mohamed ni mkurugenzi mkuu wa tume ya nguvu za atom Tanzania, ambayo ndio tumekabidhiwa uh, mambo yote yanayohusu nyuklia kwa Tanzania kuratibu uh, na kure, kuregulate, kudhibiti matumizi salama uh. huu mkataba wa kweli utahusika zaidi na matumizi ya vyanzo vya nyuklia ambavyo kwa sasa hatujaanza, lakini kama alivyosema uh, katibu naibu katibu mkuu ni kwamba serikali ina nia ya kwamba sasa tutatumia uh, na umeme unaotokana na nyuklia kwenye kama vyanzo mbadala uh, tutaunganisha kwenye gridi yetu ya taifa, lakini um, kwa sababu uh, matumizi mabaya ya nyuklia inaweza kaita madhara kwa hiyo hatuwezi tukaenda moja kwa moja tu tukiamua leo siku ya pili tukaanza. Kuna uh, hatua mbalimbali ambazo hatua hizi zinaangaliwa kwa ukaribu na wakala wa nguvu za atomu uh, duniani, ambao wanatuelekeza kwamba hatua ya kwanza ni hii, hatua ya pili ni hii, na sisi tunazifuata mpaka tuapofikia, ambao itachukua inachukua uh, kama miaka kumi, kama unaenda kwa vituo vikubwa vya nyuklia au miaka mitano mpaka saba kama unaamua kuchukua vituo vidogo vidogo. Kwa bahati aa, teknolojia inabadilika duniani. Hata hiyo teknolojia ya kutumia umeme kwa vyanzo vya nyuklia inabadilika kwa kasi na sasa kuna vyanzo vidogo vidogo ambavyo vilikuwa bado hakuna kwa miaka mingi ya nyuma. Ambazo vyanzo hivi unapoamua kuelekea huko tunaweza tukachukua muda mfupi zaidi. Yeah. Na si Tanzania tunaweza tukaelekea huko kwa sababu tunayo umeme wetu wa maji lakini huu tutapenda tuongeze kwa sababu na nchi yetu pia inakuwa kiuchumi na ongezeko la watu. Mimi naitwa Profesa Joseph Msambichaka, ni mwenyekiti wa Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Yeah. E, Tume ya Nguvu za Atom Tanzania inashirikiana na Wakala wa Kimataifa wa Masuala ya Nguvu za atom IEA, kwa hiyo eh, Tanzania kwa ujumla tunapata miongozo ya jinsi ya kudhibiti eh, lakini na eh, kuhakikisha kwamba matumizi ya nguvu za nyuklia yako salama kutoka kwa wakala huyo. Kwa hiyo, sisi kama bodi eh, ni tuko katika kuhakikisha uh, kwamba tume inafuata uh, miongozo hiyo inayotolewa na wakala huyu wa kimataifa wa nguvu za atom duniani uh, na kwa hiyo mojawapo ya kitu ambacho walitaka ni ku uh, peana uzoefu eh, katika masuala ya eh, kukinga eh, vyanzo vya nguvu za nyuklia ambapo hiyo inahusu eh, vinawekwa vipi salama, eh, vinasafirishwa vipi salama, lakini na kuzuia utoroshaji wa vyanzo vya nyuklia. Kama tunavyojua vyanzo vya nyuklia sio tu eh, vipo kwenye masuala ya umeme, lakini inaanza kwanza kwenye madini yenyewe ya uranium, lakini afu inakuja kwenye eh, vyanzo ambavyo inakuwa tayari vimekwisha uh, kuwa purified eh, na vinatumika kwenye maeneo mengi. Tunatumia kwenye mahospitali, tunatumia kwenye viwanda eh, tunatumia kwenye ujenzi wa vitu kama barabara lakini pia vyanzo hivi vinatumika kwenye vipimo mbalimbali vya maji na kadhalika. Kwa hiyo vyanzo vyote hivi lazima viwe vimeratibiwa na Tume ya Nguvu za Atomic Tanzania.